Wafugaji wenzangu, Mama Kuchi hapa, naangalia apu ya kwangu kuhusu ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kwa kutumia kinga na virutubisho vya asili. Leo napenda kuwashukuru wote waliojiandikisha kwenye apu ya Mama Kuchi. Mungu awajalie sana. La pili, nawaomba kama kuna maboresho mnaona yatafaa kuweka kwenye hii app ya Mama Kuchi, ili tufaidike wote pamoja na ufugaji wetu muhimu, naomba msisite kuniarifu au kuweka kwenye hii app iboresha zaidi ili iweze kufaa wafugaji wote wanaohitaji elimu hii ya muhimu. Hii apu inapatikana. Wa wafugaji wenzangu, karibu kwenye apu ya Mama Kuchi leo. tunaji App ya Makuchi inapatikana Google Play. Unapakua Google Play, unajisajili, una unauliza maswali unayotaka kwenye hii app. Pia utaona picha mbalimbali ni mbali, zimeziweka za vitendo kabisa, namna na tunavyofuga na tunavyotumia hizi dawa na nikinga za asili, pamoja na virutubisho vyake na mbinu mbalimbali za kusaidia wafugaji, ili waweze kutajirika na ufugaji huu wa kuku wa asili. Karibuni sana.